Qurani ishasomwa Saidi kashatutilia Fatiha na Sheikh Samiri kashatuangadua dua na tushawaombea wazee wetu waliotajwa na wengine, Mwenyezi Mungu afanye kaburi zao kuwa ni mabustani katika mabustani ya peponi. Sheikh Ali Muhammad Mbwera, hawa jamaa waliokuwa katikati ya fadhila, upo kidogo huku Yani, bishajara kujionea changwangu ni kuombe lau samahta ukae pale katika manasa, ili hawa wapate kukuyakhudhuna. Na nimefanya maksudi kukuambia wewe ndio unafungua, kwa sababu zangu nazijua. Tafadhali

Ndugu zangu tuliohudhuria, niwaamkie maamkizi mema, maamkizi yenye baraka, maamkizi ya watu wa peponi, huku nikimwomba Mwenyezi Mungu atujalie na sisi kuwa katika watu wa peponi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meza kuu nyote mliokaa, mkiongozwa na Sayyid Jafar na kwa kutaja yeye niamini kwamba kila mmoja nimezingatia kuwepo kwake. Na ndugu zangu wengine wote tuliohudhuria hapa, tupo katika kikazi miongoni mwa vikazi vitukufu, kikazi cha kukumbushana watu wako hapa duniani kwa ajili ya nini, kikazi ambacho ni moja katika vikazi alivyohimiza Mtume Muhammad, mtakapopita katika mabostani ya pepo, fartau idha maradtum bi riyadil janna. Eh, fartau, kipita maeneo kama haya, hata kama hukualikwa, ikitokea uchuro umepita ukawakuta watu kama hivi, basi faidika na kikazi hicho fartau sio chuma kama vile huko bungu na chuma madafu Undengerekoni kule, afautaru faidika na kikazi hicho. Tupo katika kikazi cha kufaidika, kila mmoja ategeshe akili yake kwenye yale yatakayokuja kusemwa na wasemaji wetu hapo baadaye, ili aone kuja kwake leo kwenye maeneo haya amefaidika nini. Katika jumla ya hayo tukaambiwa kuna majukumu ambayo kila mwanadamu anatakiwa ayajue, majukumu hayo msemaji akayasema saba. Majukumu hayo saba ya kila mwanadamu, la kujiuliza la kwanza, na wewe umo katika hao wanadamu au wewe mtu tu? Aliwahi kuimba mwimbaji mmoja wa zamani kati ya watu kumi, mwanadamu mmoja. Sasa isije ukawa wewe mtu tu, lakini sio binadamu. Ikiwa mtu mafuu nani, umeshasamehewa wewe, we humo tunaowataka hapa wanadamu. Wanadamu wanatakiwa wajue majukumu yao, na mtu kujua jukumu lake, huo ndio utu wenyewe. Mwanadamu kujua jukumu lake, huo ndio wanadamu wenyewe. Shekhe kasema mengi huko, watakuja kuyasema mashekhe, lakini akaniweka kwenye kona, akasema kwamba hayatuka ala suni fikri. Maisha yako, pambania maisha yako, sababu maisha yako yatakwenda kwa vile yanavyotengenezwa na fikra zako. Kama umekaa na fikra za kijambazi kwamba kuna siku yoyote ile utapata milioni ishirini, ndio utaanza kujenga, hali ya kuwa mfuko wako haumiliki hata alfu mbili. Hizo ni fikira za kijambazi. Hayaendi hivyo. Maisha, maisha yanakwenda vile unavyoyafikiria na kuyapanga wewe mwenyewe. Hayatoka ala sunna fikri. Kwa ndugu zangu tulio hapa, kila mmoja aangalie ni namna gani anapambana kutengeneza maisha yake ya hapa duniani lakini namna gani anapambana kutengeneza maisha yake ya siku ya kiama tuendako, adunia masra'atu li lilakhira. Hata hayo ya huko, pambana leo kutengeneza maisha yako. Hii ndio engo ambayo zimebaki, si dakika chache niziishi na nyinyi, ili nikakae chini. Ndugu zangu <coughs> au mnawaona huku lugha tuliozoea kuwaita mashekhe. Wanachuoni wetu hawa hawakuja wakaanguka tu kutoka juu ya mti wakawa mashekhe hivi walivyo. Kama utakaa kumuuliza mtu au kufuatilia kwa wanaomjua historia yake ya maisha mpaka akafika hapa alipo leo, alipambana mpaka akafika hivi mnavyomwona, ameitwa shekhe sasa hayatuka ala suni fikrik. Wale wa juu kiupato kiuchumi, kama ukiwafuatilia utasikia aliuza kahawa kakutembeza kwenye birika, aliuza mkaa kapima kwenye mwisho wake, ndio akatokea kule, sio mabaina ashiyatin wa dhuhaha amepanda amekuwa kule aliko, hapana. Upambana kutoka hapo ulipo leo, ili ujikwamue, uelekee katika hali nzuri kidini uelekee katika hali nzuri kidunia, kimaisha. Uelezee katika hali nzuri huko tuendako, siku ya Kiyama. Hayatuka ala sunni fikrik. Allah subhana katika suratul maida ametuambia, alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum, ni wajibu juu yenu kupambania nafsi zenu baada ya hapo hato kudhuruni kitu yule atakayepotea baada ya nyinyi kuongoka. Kwetu hii haina maana ya kutelekeza dawa. Ah, jambo la dawa liko pale pale, liko vile vile, lakini ili uweze kukwamuka kutoka hapo ulipo kwenda kwingine, uweze kula unachokitaka, sio kula unachokipata unatakiwa upambane, upambane, bila hivyo utacholetewa sam'an wa ta'a: matembele ya subhi matembele mchana, matembele jioni. Maisha yanakwenda kama hutaki kukaa hapo, alaikum anfusakum. Baada ya hapo hata kudhuru kitu tena, yule anayekula spinach siku zote, la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Katika dini yako pambana, kujikwamua uweze kuswali kama sheria inavyokuelekeza. Pambana ujikwamue uweze kufunga kama sheria inavyokuelekeza. Pambana ujikwamue uweze kuoa kama sheria inavyokuelekeza, waila utakaa na mtu ndani unaitangazia jamii kwamba mkeo, kumbe umemwacha zamani, lakini mwenyewe hujui. Wa fi budi ahadikum e, sadaka. Ukiwa na mke utakuwa unapata thawabu siku hadi siku lakini, ukikaa na mwanamke utakuwa unapata dhambi siku hadi siku. Pambana ili ujue najichumiaje thawabu katika haya maisha ya kuvinjari. la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum. Lakini cha kufanya ni nini nini? alaikum anfusakum. Sasa ukitaka kuishi kama mtu unavyomuona kakumbatiana na mkewe wanatembea barabarani na kadha, usidhanie yamekuja yenyewe. Kapambana kumtengeneza mwanamke yule, asione kinyaa kufatana na yeye barabarani, hmm. Kama si hivyo ukijaribu wewe kesho, kwambia, kuanzia lini? Alafu anakushikia kiuno, kuanzia lini? mambo haya, mbona niletea uchoro leo nini? Wewe maisha yako hayakwenda kwenye plani ya fikra zako, bali yalikwenda kwa kuwaiga wengine wanavyofanya, hayatuka ala sunna ya fikrika. Ndugu zangu tuliohudhuria, jukumu lako kuangalia wewe kama wewe, unafanya nini ili wanapokuja kukamatwa wengine na askari, alafu akwambie hebu sogea huku kwanza, anakamatwa wengine, wanaondoka alafu wewe humo. Jukumu lako mwenyewe kujipanga, ukae hivyo askari wanapokuja, kwa sababu yakadu lmujrimu an yakula khudhuni. Wakija njago kwenye grupu la vijana, wewe utaona tu mmoja huku kakimbilia huku, yule mwingine naye aulizi kakimbilia huku. Wewe usikimbie, yani kwa mujibu ulivyojitengeneza wewe hutakiwi kukimbia bila ya kujua wanachokikimbia nini. Halafu wakija hata wakuja wamekwenda wapi ndo swali watakalo kuuliza wale njago, mmoja kakimbilia huku na mwingine huku, kwani imekuaje uweze kuishi hivyo? Na hili haliji sabahalala, haliji tu bali linakuja ni mujibu wa vile mwenyewe ulivyopambana na kujishepu. Unaishi vipi katika jamii unayoishi? Mitaa yetu sijui, huku mitaa yetu mingi tu, kuna vibaka, kuna mateja, kuna watu pori kibao, lakini wewe shekhe unapokuja sasa, umejishepu vipi wale mateja wale wasije kukupora, bali waje kukupokea begi yako na wakupelekee nyumbani na sio kwamba jambo lisilowezekana, la la la, ni amrun waqi'un mushahadu, watakupokea na watapeleka nyumbani, sio maana yake. Unaona kula kimtimti? Ah, maana yake umejua hawa niishi nao hivi na wale niishi nao vile, ili niweze kupambana, kwa sababu hawa nao wanatakiwa wafanyiwe dawa. Teja sio ufumbuzi kila siku kumtukana na kumkimbia Tunatakiwa tuwe naye karibu, ili tujue namna gani tunamfanyia dawa, aweze kuacha yale aliyokuwa nayo, aje huku uliko wewe. Ukimtenga na yeye anakutenga hatimaye, kila siku unawaharibia kijiwe chao, wanakuona nuksi. Ufumbuzi bora wagomboke, ukipita karibu wanakuweka roba, wamemalizana na wewe kumbe. Ingewezekana wale ukaishi nao vizuri, na ukapata sababu ya kuwatoa pale walipo, ukawasogeza katika eneo lingine. Kwa nini? namna gani umeyashepu maisha yako unapoishi pamoja na wale hayatuka? ala suni fikri, maisha yako yatakwenda vile yalivyotengenezwa na kubuniwa na nini? Na mawazo yako. Mawazo hasi kila siku yanaleta matokeo hasi, na mawazo chanya kila siku yataleta matokeo chanya. Kama wewe ushafikiria ukaona kwamba mimi dalili ya kutoka mpaka hapa nilipofika tena hiyo haipo, mimi nitabaki kuwa maskini ila an yaritha llahu larda waman alayha bas, Mungu atakujalia utakuwa kweli maskini, si ndio ulichotaka? Hii imekusudiwa alhamdulillah. Kama Mungu utapambana huku unamuomba, ya rabbi niondoe mimi, kwa nia hili linawezekana utaondokana na hayo, lakini nini? Umeplani kufanya nini katika kujikwamua wewe mwenyewe nafsi yako, ili uweze kuendana na watu? Kwa mfano ule wa mateja niliyosema na wavuta bange, mimi sikuwachukia nimechukia yale matendo yao tu sabu kisa, kidao. Sasa tutakiwi kuwachukia wale watu, tunatakiwa kuchukia yale matendo yao. Sasa yule mvuta bange ambaye njiani ukipita unamuogopa Vipi unapambana ili badala ya kumuogopa awe jamaa yako unayoweza kumtuma yeye kwenye maeneo mengine. Uwezi kumtuma shekhe unapotaka kuchimba shimo la takataka, uwezi kumuita shekhe hata siku moja, utamuita kijana. Lakini vijana wenyewe, alhamdulillah, mtaani kwako wote wafuta bange, kwa utafanyaje sasa? Utaenda kuchimba mwenyewe? Tengeneza maisha yako ili uweze kupambana, hata wale wafuta bange wawe pia nao, unaweza kuishi nao. Haya maisha sisi tumeyakosa kwa bahati mbaya, katika zama tulizo nazo, kujua namna gani nitafanya ili jamii ninayoishi nayo niishi nayo, ni nayo vizuri. Kwa sababu kuishi kwangu katika jamii hii, siwezi kukuepuka, lazima nibaki katika jamii hii niliyokuwa nayo. Vipi nitawafanyia kama ndugu zangu matablighi wanasema tashkili, ili niweze kuishi nao watu hawa Vipi nitafanya ili iweze kunufaika na watu hawa? Mimi mwenyewe sio jamii kwa ujumla, mimi nitanufaika vipi na hawa walio mbele yangu? Maisha yako ni jukumu lako mwenyewe. Vipi utafanya ili upate dona yako ya kila siku? Fikiria hilo, usikae tu. Mungu ataleta? Akileta unaweza ukakimbia. Mungu anaweza akaleta, halafu wewe ukakimbia, kwa sababu hukujipanga kuletewa Jipange katika hao wanaoletewa, na wewe uwemo. Mungu akileta, useme alhamdulillah, Mungu amejibu. Sio unaondoka halafu Mungu ataleta nyumbani, ukuacha kitu. Umerudi kutoka safari zako, nakuta kiroba cha unga kiko pale, cha kilo 25, halafu pembezoni mwake pia kuna lahmu ntaria. Halafu baadaye unauliza kaleta nani? Akikujibu Mungu kaleta, unarusha ngumi. Umejipanga katika wakuletewa Kuleta kuko pale pale, Mungu ataleta, Allah ataleta, ni kweli, lakini jipange. Maisha ya kuletewa unayatengeneza wewe mwenyewe. Mimi siamini kama kuna shekhe yoyote hapa akisafiri halafu akirudi nyumbani kwake akiwa bwana, ehe, vipi imekwaje? Ameleta nani? Allah ameleta, atakuuliza kukupitia nani? Kwa sababu hawezi kujitwisha kirobo cha unga Allah akakuletea hapa, bali atakwambia Mziwanda, alhamdulillah lakini wewe kaleta Mziwanda behe, kwa mahusiano gani swali? So, la pili linakuja sasa eh. ili kujishepu kukaa maisha yako, hata Allah akileta usishtuke, unayatengeneza wewe mwenyewe. Umejipangaje katika maisha yako ya kila siku? Na maisha haya kusubiri yanakwenda hayakai. Daqatu qalbi al-mar'i qailatun lahu inna al hayata daqa'iqun wa thawani Mapigo yako ya moyo yanasema kwamba maisha haya kusubiri yanakwenda. Mapigo ya moyo wa kila mtu huwa yanasema kumwambia mwenye moyo huyo, daqatu qalbi almar'i, mapigo ya moyo wa mtu qailatu lahu, husema kumwambia mwenye moyo huo, innal hayata daqaiqun wa thawani, maisha haya unavyoyaona yote haya ni sekunde na dakika, si vinginevyo. kwa kupoteza dakika kupoteza sekunde. Kijana umekaa jobless, unatia story Manchester United, Liverpool, wa madaraka, ma United ma Manchester, hakujui mtu yoyote uko uliko wewe, lakini mabaina tului alfajiri ila zawali shamsi, wewe unapiga soga kuhusu Manchester. Maisha haya kusubiri, umejipangaje katika maisha yako? daqatu qalbi almar'i qailatu lahu inal hayata ndugu zangu, wa an laysa lil insani illa ma saa, mwanadamu hana atakachoulizwa na mwanadamu isipokuwa kile alichokiendea mbio mwenyewe na akakichuma. Umechuma nini wewe mwenyewe? Allah atakuuliza siku ya Kiyama. Hapa duniani pambana, ili uweze kuishi wewe mwenyewe, usiombaomba, usiwe kama anavyosema kaka yangu Sheikh Ali bin Muhiddin bin Ali Mkoyogore, umejiunga na kikosi cha mizinga kila unayemuona unampiga mzinga. Usiwe katika kundi hilo, pambana ujikwamue, lakini na siku ya kiyama pia. Ukikimbia mbele ya Mwenyezi Mungu wa wala taziru waziratun wizra ukhra, mzigo wako ulioufungasha huku duniani hakikisha unaweza kuubeba siku ya kiyama, kwa sababu kule mtu hatoulizwa ila lile alilolichuma yeye mwenyewe. Ndugu zangu hayatuka f maisha yako yatakwenda vile ulivyo yaplani wewe mwenyewe kwenye fikra zako. Vipi umejiandaa uishi hapa duniani kama mtumwa au kama muungwana? Utakuwa hivyo. Vipi umejiandaa hapa duniani uishi kama tajiri au mama maskini? Utakuwa hivyo. Inawezekana ukawa huna hela lakini ukaishi maisha ya kitajiri, na inawezekana ukawa na hela halafu ukaishi maisha ya kimaskini mpaka kutoa hela unahesabu, mpaka noti akiishika anajua hii ya elfu moja ziko mfukoni, lakini hii ya elfu tano ziko mfukoni, lakini anazijua. Hayo sio maisha. Utatumia hela yako na hakuna wa kukuuliza nini, mwenyewe umetengeneza maisha yako yawe hivyo. Sayatuka ala suni fikrika. Ndiyo mazungumzo yetu katika kipindi hiki, ni mwombe tu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuwezeshe kuyaona maisha yetu yanatakiwa kuwa vipi kisha atuelekeze tuna ya plani vipi, ili tuweze kufanikiwa na maisha yetu hayo. hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wewe mtu maalum kwa <totipa> ajili ya <totipa> kucheza